Huku mimi shughuli zangu kubwa, nimerudi nyumbani kwa ajili ya kufanya shughuli za kijamii, na kama unavyojua, wilaya yetu ya Chunya shughuli yetu kubwa ni kilimo na uchimbaji. Kwa hiyo nipo nimerudi nyumbani na lima na pia na chimba. Mimi ni mchimbaji mdogo, niko kwenye maeneo mbalimbali katika wilaya yetu ya Chunya, ni mchimbaji mdogo, niko Itumbi, nachimba Itumbi, nachimba maeneo ya Mbigwa huku karibu na Makatang'ombe pia niko na maeneo ya Mbugani pamoja na Kasanga madini niko ambako nafanyia hizi shughuli za kiuchumi za uchimbaji na ukulima vilevile, na nimeweza kufanya mambo mengi e, mbali ya shughuli za uwekezaji wa uchimbaji, lakini pia unavyofanya uwekezaji, mimi pia ni sehemu ya jamii ya Chunya pamoja na kufanya shughuli za uchimbaji, lakini natamani pia hata jamii inayonizunguka iweze kunufaika na uwepo wangu. Kwa hiyo ndio maana unaona hata katika shughuli zangu hizi za uchimbaji mbali ya shughuli za uchimbaji, lakini pia natoa huduma a kijamii. Mfano, kumekuwa na shida ya kivuko kwa ajili ya wananchi kuvuka e, kutoka Makatang'ombe e, kuja Mbigwa katika hii kata ya Chokaa. Kutoka kata ya Chokaa kwele, kwele kata kweli kwenda kata Matundasi naaa e, na wakati mwingine tumekuwa tukipoteza watu kwa sababu ya kuvuka kwenye maji wakati wa mvua. Sasa ili kuzuia vile vifo vya watu, mimi huwa sipendi kuona tukipoteza uhai wa watu, ndio maana nikakusudia kuweka usafiri huu wa boti ili kuweza kusafirisha, kutoa huduma ya usafiri kwa watu na kupunguza vifo visivyo vifo, ambavyo havina havina sababu yoyote. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa vitu ambavyo mimi binafsi nimewiwa kutoa mchango wangu katika jamii ili kuboresha eneo la usafirishaji. Bali ya hilo pia kama unavyoona nimechimba chimba visima vya maji hivi visima vya maji unavyoviona ni vya gharama eh vingine nimechimba kwa ajili yangu lakini vingine nimechimba kwa ajili ya jamii. Eh, ili jamii inayozunguka pia vile vile iweze kupata huduma bora ya maji. Eh, na kama unavyojua wilaya yetu kero yetu kubwa sana katika wilaya Chunya ni maji. Sasa nini mimi mchango wangu kama mtoto wa Chunya ambaye wanachunya hawa wamenisomesha na kunifanya kuwa katika nafasi hii ya kuweza kuchimba nikaona hapana na mimi sasa nitoe mchango wangu wa jamii katika jamii yetu ya Chunya kwa kuchimba visima vya maji. Nimeanza na hivyo visima vitatu, viwili nikiwa nimechimba kwa nguvu yangu mwenyewe, lakini kimoja nimesaidiwa na marafiki zangu kutoka Marekani. E, mimi pia nimepata bahati ya kufanya kazi na Marekani. Kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo miongoni mwa zawadi ambazo nazipata ni ole marafiki. Kwa hiyo ninaeleza pia kwamba kwetu kwetu kuna kero. Na wanisaidia na wameweza kusaidia kuchimba miongoni mwa kisima kimoja cha maji mimi ni miongoni natokana na jamii hii ya Chunya. Mimi nimezaliwa na kukulia na kusoma pia katika wilaya yetu ya Chunya. Kwa hiyo binafsi napenda kwa sababu nimesomeshwa na wananchi wa Chunya, pia mchango wangu katika jamii napenda uwe ni mchango unaoonekana. Kwa hiyo nimefanya shughuli hii ya uchimbaji. Lengo kubwa pia ni kutengeneza ajira kwa vijana. Na kama unavyoona hapa tuna vijana zaidi ya 300 ambao wamepata ajira katika eneo hili. E, 300 na kitu wamepata ajira katika eneo hili na wanaendesha shughuli zao za kimaisha, na mimi pia ni vitu ambavyo nilikuwa nivitamani toka nikiwa mdogo, kwamba nije nifanye kitu ambacho na mimi nitasaidia kutatua changamoto. Kwa hiyo na natamani kuona watu wakiwa katika mazingira yaliyo mazuri. Kwa hiyo kama unavyoona pia, sio hapa tunasema mbalimbali. Huwa mimi natamani niwe suruhisho la baadhi ya vijana kukaa vijiweni kulalamikia serikali ama kulalamika hiki na hiki natamani na mimi pia niwe sehemu ya suluhisho ya jamii. Kwa hiyo miongoni e, lengo langu kubwa, kwa nini pia napenda shughuli za uchimbaji, kwa sababu pia zinatoa fursa kwa watu wengine. Kuna e, ajira kama unavyoona hapa, tuna ma technician tuna ma blaster, kuna mafundi umeme, tumetoa ajira hapa e, una watu mbalimbali ambao tumetoa ajira hapa na wanaendesha shughuli zao na maisha yanaenda kama alivyopanga. Mimi rai yangu e, tuyatunze vizuri haya maeneo yetu na ni vizuri tuweze kulipia leseni zetu, na pia e, rai yangu kubwa kwa jamii tuweze kuweka miundombinu mizuri. Mfano mimi napenda sehemu zangu niweke miundombinu mizuri, kama unavyoona hii huduma ya umeme e, nimeweka mimi umeme, hii ni gharama yangu binafsi. Unapokuwa umeweka huduma kama za umeme inamfanya hata mwana, mwekezaji kuvutika kwa sababu anakuwa anaona kuna miundombinu mizuri mimi kama, katika maeneo yangu kama unavyoona lazima nihakikisha naweka umeme na maji eh, pamoja na usafiri. Barabara huwa nachonga barabara pia. Kwa hiyo, kwa huduma hii ya umeme ni gharama, lakini ndio inayosaidia kufanya hizo shughuli zetu, kwa sababu mimi napenda nifanye uchimbaji wa kisasa, uchimbaji ulio mzuri wenye tija. Ndio maana unaona hata hii umeme tumetoa mbali, ni gharama, nimetumia zaidi ya milioni 300 kuvuta hii umeme kutoka kwenye chanzo kubwa cha umeme, na huu ni umeme mkubwa wa three phase, umeme wa viwandani, kwa sababu hapa kama unavyoona, hizi shughuli mbalimbali, pana viwanda mbalimbali hapa, kuna shughuli mbali mbalimbali zinaendelea, kule kuna mabomili kule, kuna makarasha kule, kuna wananchi wanalainisha mawe, wanafanya na shughuli mbalimbali. Lakini vile vile nimevuta umeme pia uwe faida pia kwa wananchi wanaonizunguka, ulete faida kwa wananchi wanaonizunguka. Kwa hiyo natoa wito wangu kwa jamii ya ndugu zangu, unapopata nafasi ama tunapofanya uzalishaji basi tukumbuke kutenga kiasi kwaajili ya kufanya miundombinu kuweka miundombinu iwe rafiki, hata wawekezaji wanapokuja basi wakute mazingira ni rafiki ya wawekezaji. Ah, kwa majina naitwa Daniel Marco, ni mwenyeji wa kanda ya Ziwa, niko hapa maeneo ya Chunya kwenye kremu ya Geoffrey Mwankenja. Nipo hapa kwa ajili ya shughuli za madini ya dhahabu. Nashukuru nilipokolewa vizuri kwenye kremu hii na namuhusika Geoffrey Mwankenja anatoa fursa sana kwa vijana ambao wanajitoa kwa ajili ya kufanya kazi. Yeah, unakuwa na makubaliano naye, unaweza kupata atakupatia yeye eneo kufanya kazi, unakubaliana kwa asilimia. Na huduma kama maji, umeme, katusogezea. Toka tulipo hapa almost nusu kilometa, kuna kisima kimechimbwa kutoka chini, maji yanapatikana. Huduma ya maji tunapata na tunashukuru. Mkiangalia kwa nyumba yangu hapo, kuna huduma ya umeme imesogezwa karibu kabisa. Hata mwenyewe ukiangalia mazingira haya, umeme umefika kwa muda mwafaka. Tunashukuru sana kwa hilo, atupambania, tunashirikiana naye kwa pamoja. Ni mtu sahihi, anayependa mtu anayefanya kazi. Hayupo kwa ajili ya mtu ambaye hayuko tayari kufanya kazi. Ukiwa tayari kufanya kazi, unajitoa, anakusupport kwenye shida yote unayopata. Kwa mfano, ukiangalia hapo kwa mbele yangu kidogo, kuna sehemu moja, kuna compressor ametupatia natumia kwa ajili ya kremu, natumia gharama yangu mi ni kununua mafuta na kuanza kufanya kazi. Ah, shughuli zetu bila umeme gharama zinakuwa kubwa sana, kwa sababu inalazimika ununue petroli ununue diesel. Lakini kwa umeme unatusaidia sana asilimia kubwa sana. Bila umeme kazi inakuwa ngumu sana na inasababisha unaweza ukaikimbia kazi kulingana na vipato vyetu vya chini na ukitumia gharama za mafuta kila siku kuchao yanazidi kupanda na badilika bei, kwa hiyo unajikuta unaumia, na, na maeneo haya hatuna shell, almost unaweza ukatembea kilomita nane ndio upate huduma ya kupata dizeli au petroli. Sasa ukipiga gharama za usafirishaji kuleta hapa na kununua mafuta inakuwa gharama kubwa sana, lakini nashukuru kwa kuwepo umeme hapa umetusaidia sana. Hamisi Alimasi Mwaisumu, mzaliwa wa Chunya hii mkulisa ngawana sasa saizi nimeamua kujimilikisha na uchimbaji mdogo mdogo. Hapo awali, maji kweli, tulikuwa tunateseka, tulikuwa tunahangaika, tulikuwa tunakunywa maji sio kuwa salama ya mto Lupa, lakini sasa saizi, toka umetuchimbia visima, tunapata kidogo maji aliyokuwa yana usalama, ndio tunaona hata tukinywa kusumbuliwa matumbo. Sasa hivi tunaona afu kabisa hamna, kama zamani tulikuwa tunahangaika eh Mi namshukuru huyu bwana mkubwa, anasema Mungu amsaidiae, kwa sababu saizi uchimbaji kukatia miti inatushushia uimara. Kwa hiyo mimi namshukuru sana, tena sana tu, saizi tulikuwa tunahangaika hata simu, wachimbaji kwa mawasiliano nyumbani tulikuwa tunakosa, lakini kwa, kwa, kwa saizi hatuna amani kabisa. Maana na chaji simu zinatusaidia vitu vingi tu kwanza. Nashukuru kabisa. Maana maji huko tunanyonya muda mwingine na kwemo madwalani tulikuwa tunatumia mafuta. Saizi tunawasha tu umeme, nyonya maji madwalani yanayotoka kwa haya, kwa baraka. Hussein Muhibu ni mining manager wa Shlam Private Mining Limited, na tupo katika klaimu ya Mwankenja hapa tunashughulika na uchimbaji, na uchimbaji huu ni uchimbaji mkubwa, ni uchimbaji wa kisasa. Kwa maana kuwa hii ni shafti, tunatumia winchi pamoja na kompresa kuweza kushuka chini kuchimba na kutafuta miamba ya mawe ambayo ni ya dhahabu. Miamba hiyo ambayo tukiitoa hapa pata jiwe tunaenda tunalitoa kwa ajili ya kuweza kulisaga ili kupata unga ambao tunaweza kukamatisha dhahabu. Kwa hapa tulipo, ili eneo ndio eneo letu la kazi wanakuwa hapa, ndio shughuli yetu nzima inapoanzia ya uchimbaji, kuanza kutafuta mwamba, kupata huo mwamba na kuweza kutoa hayo mawe kutokana na idadi ambayo inahitajika shughuli yetu kwa kiasi kikubwa inategemea umeme, kwa maana kuwa umeme ukiwa haupo shughuli inasimama, na hii ni moja ya changamoto. Kutokana na nafikiri hata bungeni, ili swala lilishaongelewa, kwamba katika nafikiri ni Chunya ni, ni, ni wilaya eh, kwamba inahitaji umeme wa kutosha kwa sababu kuna viwanda vingi na wawekezaji wapo wa kutosha ko umeme unaotumika ni umeme wa mgawanyo ambao umeme huo kila mtu anatumia kwa matumizi yake. Kwa hiyo inahitajika umeme wa kutosha, umeme ambao utaweza kumnufaisha kila mwekezaji kutokana na matumizi yake. Cha kwanza hapa ninachomshukuru kutufikishia umeme kwa wakati na kuweza kutusaidia wawekezaji ambao wamekuja kuwekeza katika eneo hili ambapo kitu kikubwa ambacho kinatakiwa ki, kiweze kuongezwa ama kiweze kunufaisha zaidi ni serikali sasa kuweza kufanya mchakato mzima kuhakikisha kwamba umeme unakuwa umeme wa kutosha, sababu umeme unapokuwa mdogo kazi haiwezi kwenda kwa haraka, na kazi inahitaji umeme ambao ni wa kutosha kutokana na taifa letu jinsi lilivyo. Kwa mimi kama mdau au msimamizi wa hapa ili swala serikali pia lazima waliangalia kwamba lazima umeme uongezeke wa kutosha, sababu huku ni viwanda vya kutosha hivi, umeme unatakiwa uwe mkubwa zaidi, usiwe mdogo. Ah, utaalamu huu mimi nimejifunzia kutokana na kazi, kutokana na kutafuta namna tofauti tofauti, lakini hii kazi inahitaji uelewa, uelewa ambao ni wewe mwenyewe binafsi namna gani unaweza kufanya kazi na kuhakikisha hiyo kazi unaifanya kwa manufaa sahihi. Kwa utaalamu mimi kampuni ndo kampuni ambayo nimeanza nayo kufanya kazi na waliniamini kutokana na umri wangu nilionao na kazi zinaenda vizuri. A, vijana nawambia kwamba vijana tunaweza. Ndio maana hata pia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia anaamini vijana kwamba wanaweza kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa vijana, tusiogope. Fursa ni nyingi, watu ni wengi, wanahitaji sehemu kazi zipo za kutosha. Kazi sio lazima kijana akafanye kazi mjini. Kazi zipo sehemu yoyote na maisha yanatafutwa sehemu yoyote. Kwa majina anaitwa Maige Lazaro Nkoi, ni msaidizi msimamizi msaidizi wa mgodi wetu. Kwa sisi tunajishughulisha na uchimbaji wa dhahabu, tuna maduara, tunaita maduara. Tuna maduara matatu ndio tunaomiliki tuna wafanyakazi almost, tuna wafanyakazi kumi na mbili, sababu sisi tuna kila duara nasemama wafanyakazi wannewanne tukijumlisha na wale ambao no, wanaotumika kuchoronga wawili no, ambao tunao na yetu yameenda kwa urefu mkubwa kidogo ingali, bado hatujafika kwenye uzalishaji. Kwa mfano kama ila hapa linafikia urefu wa mita sabini, ingawa lengo letu si ni kufika mita mia moja zaidi kulingana na mwamba utakapoupatia, ingawa kulingana na vipimo vyetu vinavyotuambia ni mita mia moja. Kuanzia mita mia moja ndio tunajishughulisha na hicho kitu. Sisi kama vijana tunanufaika kulingana na hii shughuli, kwa sababu kampuni letu sisi inatulipa kulingana na kazi tunayoifanya tajiri yetu, sababu tunaendesha maisha kupitia hii shughuli. Kuanzia wasimamizi wanaoshughulika, wanaoshuka chini, wanaocholonga, wananufaika kwa sababu sisi tunalipwa kulingana na kazi sisi kulingana na kampeni yetu tunalipa kwa wiki. Kila Jumapili ndio malipo. Kwa hiyo hela tunaoipata kulingana na shughuli hizi tunatumika inatumika kuendesha familia zetu, sisi wenyewe tunajimudu kulingana na shughuli zetu. Kuhusiana na vijana na mimi na wasa, kazi yote inaweza kufanyika kulingana na we mwenyewe na nafasi ulionayo, hata kama una elimu kiasi gani. Kwa sababu kidogo hizi kazi watu wengi wanazitem, kama mtu mwenye elimu kidogo ndio anaweza kufanya, lakini hii tunachanganyikana. Mwenye elimu na sio na elimu anaweza kufanya sababu siku hizi ajira zimekuwa ngumu kwao, usipojishughulisha kazi yoyote huwezi fanikiwa kinini kimaisha. Sisi tunaendesha familia zetu kupitia hii shughuli shughuli. Kwao nawashauri vijana wenzangu wajishughulishe shughuli yoyote, kulingana na fursa, kulingana na eneo lililopo. Kwa mfano kama kwa Chunya hii Mbeya yetu hi tuliyopo hii, asilimia kubwa, shughuli kubwa ni madini. Sasa kijana unaangalia fursa kulingana na mazingira yaliyopo. Sisi tumechukua fursa hii, ingawa tumetoka wengine mikoa mbalimbali, lakini tuko kwenye maeneo kama haya. Kwa hiyo nawasa vijana wasichague kazi, kazi yoyote unafanya usiogope kama tajiri na, na kumwambia mengi kwa sababu uwekezaji ndio upo ndio unaendelea. Kwa hiyo tunawasa azidi kuongeza wawekezaji wengine, ili kuzidi kufungua fursa mbalimbali kwa vijana, kwa sababu sisi ma, ma, hii ni ardhi, ardhi ni yetu. Kuna sehemu nyingi bado zinahitaji uchimbaji wekezaji, na tunahitaji wawekezaji. Umeona, ukiangalia sisi wenyewe ni wawekezaji, bado tunahitaji wawekezaji kwa sababu eneo halijaisha na dhahabu ipo. Kwa hiyo kwa tajiri wetu aendelee kutafuta wawekezaji ili vijana wazidi kupata fursa mbalimbali za ajira. Kwa upande wa umeme tunashukuru sana kwa sababu limetusaidia kwa vitu vingi. Kama kwa zamani kipindi umeme ulikuwa upo, hizi winchi tulikuwa hatuna, tulikuwa tunatumia mkono, sababu anatumia mkono kidogo inatumia nguvu sana kuyo kwa hiyo kwa fursa ya umeme ulivyotutembelea maeneo haya kidogo tumeanza kutumia kidogo, tumefika kama uchimbaji wa kati. Tunatumia zana kwa sababu kuanzia uchorongaji tunatumia mashine za umeme, kuanzia winchi hizi kutoa nani mawe kutoka chini tunatumia umeme. Kwa hiyo umeme, kwa hiyo umetusaidia sana, shughuli inakuwa nyepesi kwa sababu zamani unakuta mnafanya kazi siku moja kazi mara moja, lakini sasa hivi tunafanya hata mara tatu kwa siku hii, kulingana na nini na fursa ya umeme kututembelea mahali. Kwa majina yangu naitwa Sara Josefu Wanga, ni mkazi wa Chunya Tunafanya hizi kazi kutokana na, na, na maisha yetu haya, unakuta kuna muda mwanaume wako anakuwa na elemeo, kwa hiyo unaona sio vibaya ukimsaidia. Ndio maana unaona wamama wengi wanafanya kazi kwa ajili ya kusaidiana maisha. Maisha kama hivi ni changamoto, lakini ukiwa unafanya kazi na wewe huyo akipata kidogo na wewe akipata kidogo, sio mbaya, mkikusanya mnafanya kitu. Hiyo, hii kazi ni ngumu, lakini kama kweli una uchungu na maisha itabidi tu ifanye ili kujikwamua. Lakini ukisema hii kazi ni ngumu ukiogopa maisha yawezi yakaenda na unaweza ukabaki pale pale kimaisha. Mimi wanawake wenzangu nawashauri washauri tu jamani tufanye kazi. Maana hii kazi ina, inatoa maisha. Tofauti na mwanamke kusema tu anakaa nyumbani anamtegemea mume wake. Mimi naona sio sawa. Lakini mwanamke akifanya kazi kama tunavyofanya hivi, mimi nafikiri mnaweza mkatoka haraka kimaisha. Tofauti na mwanamke kukaa nyumbani. Kiwango cha chini ni pointi mbili.

Kwa kweli tunashukuru kwa kupata huduma ya maji kulingana na mahitaji hapa madogo madogo, tofauti na maji ya mto. Awali awali tulikuwa tunapata maji kupitia mto, na maji ya mto sio mazuri sana. Maji mazuri ni haya. Kwa kweli tunamshukuru sana kusogezea huduma ya maji.